Yes, katika zilizobamba kwa wakati huu hapa ni wakati wa kumkaribisha uh, Aidan Mlimila kwa ajili ya kuja kuzungumza naye. Ukimsikia ama ukisikia jina la Aidan Mlimila anasogea hapa, basi ujue kabisa ni masuala mazima ya vitasa ama ngumi, imenyoka jab, inauma na leo tunakwenda kuangazia kitu gani? Huyu hapa mwenyewe Aidan, vipi? Eh, mchambuzi wa masuala Uh, ya ugomvi, ugomvi mchambuzi wa Australia, wanagombana wakati ambao ghafla tunaanza kugombana. Safi, nimefurahi uh, kukuona yeah. Uh, karibu sana shukrani sana. Jambo kubwa ambalo la nikajua mwe, ni mwezi Desemba Novemba pia kuna jambo. E, tukiona, tukiona si sawa mpaka tarehe 26 Desemba watumiaji wetu wa maudhui ya vitasa, mm, yeah, e, kuelekea kwenye, e, event yetu inayofuata ya mwezi Desemba wanastahili kupata kitu. Na moja kati ya mambo ambayo yalitusukuma kuwaletea e, hiki ambacho mm, wanakwenda kukitazama leo hii kupitia Azam Sports 3 HD yeah, ni uwepo wa baadhi ya mabondia ambao Uh, Watanzania na wapenzi wa mchezo wa boxing wangependa kuwaona mm -hmm. Uh, moja kati ya watu ambao watachukua nafasi usiku wa leo kwenye mm -hmm. event ambayo inakwenda kufanyika pale jijini in Nairobi, Kenya mm -hmm. ni bondia ambaye ametrend kwa takriban wiki mbili sasa hivi kutoka Kenya. Sasa amekuwa akizungumza kumtaka Hassan Mwakinyo. Nafikiri umepata nafasi ya kuona ile interview yake. Hivi alipaswa kupambana kipindi kile Yes, e, e, e, ikawa ime, ime sasa, mm, e, kwa sababu Okwida amekuwa akizungumza mara nyingi sana kumtaka Hasan Mwakinyo mm. Tukasema si vibaya sisi Azam TV tuwaletea watumiaji wetu wa maudhui na Watanzania wamuone huyu Okwida anafananaje, alafu mm, wao sasa wawe majaji kama huyu mtu anadeserve style, kupata nafasi ya kuesha ulingo mmoja na Hasan Mwakinyo champions saula e, sasa mtozi um, atatokea hapa. Bout zetu tuzitazame, ile listi ya mapambano ambayo uh, siku ya leo kuanzia majira ya saa kumi na mbili jioni, watanzania na watumiaji wote wa maudhui ya vitasa kwa jumla wake watakwenda kutazama event hii kupitia Azam Sports 3 HD. uh, uh, mm. Uh, na hizi ni bouts kumi ambazo watazitazama. Bout ya kwanza ni bout ambayo itamkutanisha bondia Regan Lucas ala cheza dhidi ya Tanzania Omar Matimbwa. Na kwenye hii event kuna jumla ya mabondia sita kutoka nchini Tanzania. Okay. Yes, sita. Lakini pia kutakuwa na fight nyingine kati ya Felix eh, Logenberg dhidi ya Ernest Ochien kutoka kule nchini Kenya. Bondia eh, George Onyango atakuwa akishia ringo moja dhidi ya Barik Ibon kutoka nchini Tanzania pia. Lakini pia kutakuwa na fight kati ya Hemi Divine Remy eh, Divine dhidi ya Christopher Osicho kutoka Kenya. Huyu Haime ni bondia kutoka nchini Uingereza uh, lakini pia kutakuwa na fight nyingine kati ya Rusia ni botumbe dhidi ya bondia maisha Simon kutoka nchini Tanzania uh, Emmanuel shivori dhidi ya hali mrenga kutoka Tanzania pia uh, Raymond Okwiri Mkenya ambaye amekuwa akizungumza mara nyingi sana kumtaka Hasan Mwakinyo. Leo hii Watanzania wanakwenda kumtazama huyu Okwiri kama kweli ana hayo material hmm, ya kuoshea ulingo mmoja dhidi ya champes hmm zidi ya bondia Muhamed Sebiara. Huyu Muhamed Sebiara tarehe 26 Desemba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu pale Ubungo Plaza alicheza zidi ya bondia Twaha Kiduku nakumbuka. Baada, baada ya Twaha kupoteza fight ile na Samuel Vele kule Mwanza, fight yake iliyofuatia ilikuwa zidi ya Muhamed Sebiara, na ni fight ambayo nakumbuka Twaha alishinda, lakini ilikuwa kwenye ilikuwa kwa margin ndogo sana, ilikuwa ni fight ambayo iko close sana zidi ya Sebiara, kwa hiyo Yes. Uh, yes, Ubungo, Ubungo, Ubungo Plaza, Plaza. Si ndio kulipo kuna fight ya huyo dada huyo. Mm. Jessica Mfinanga alipambana. Jessica, yes, alijana na Sara Alex. Sara Alex, Sima Team Fish, Sweet Team Tembo si ndio? Yes, naikumbuka. Kwa hiyo eh, ukwiri atakuwa akicheza cheza dhidi ya Muhammad Sebiala ambaye mm, ni mmoja kati ya mabondia muda mrefu sana kwenye uh, ukanda huu Afrika Mashariki, Afrika Mashariki actually. Uh, lakini pia Joshua Wasike atakuwa akishare ulingo mmoja dhidi ya bondia Shaban Kaoneka. <laughs> mbabe wakali mangumi kali Mandonga uh, <laughs> na hii ni fight ambayo e, watacheza kwenye uzito wa juu kwa mara ya kwanza. Shaban Kaoneka anakwenda kucheza kwenye kilo kubwa zaidi kwenye kariera yake tangu ameingia kwenye professional boxing, kwenye heavyweight, uzito wa juu eh, fight iliopita dhidi ya uh, Mandonga ilikuwa ni kwenye cruiserweight kilo themanini mm na moja mpaka kilo tisini, kwa mujibu wa mm -hmm. ule mganyo wa kilo, lakini mm -hmm. safari hii anakwenda kwenye heavyweight ambalo ni daraja la juu zaidi kwenye zile ile madaraja ya uzito kwenye professional, kwenye professional boxing. Sasa nataka tuone kama ataweza kuhimili ama badiliko ya kilo, ataweza ku maintain zile movements na kila kitu mm. sababu kilo pia huwa zina determine mm. uh, eh, bondia kufanya baadhi ya mambo kwenye ringi. Sasa mm. tunataka tuone kama uh, kaoneka ataweza kucheza eh, kwa ufasaha katika kilo ambazo zitakuwa ni nyingi zaidi kwenye karia yake tangu ameingia kwenye professional boxing. Lakini pia kutakuwa na fight kati ya eh, Blaim Houma ambaye atacheza dhidi ya bondia eh, Robert Odenga. Hii ni exhibition fight, ni fight ya maonyesho ambayo itahusisha mabondia wawili ambao wote ni wa, wa Kenya. Eh, Ouma dhidi ya Robert Odenga. Na pambano la mwisho ambalo ni main card mm -hmm. Itakuwa ni fight eh, kati ya experience dhidi ya tumaini. Experience dhidi ya hope. Experience ya Fatma Zarika ambaye ni moja kati ya mabondia wa muda mrefu kwenye professional boxing kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki dhidi ya eh, Halima Vunjabei ambaye anatumaini la siku moja naye kuwa na ambayo tayari Fatma Zarika amekuwa nayo kwenye professional boxing. So ni experience dhidi ya hope, tumaini dhidi ya uzoefu wa Fatma Zarika. Na Fatma Zarika kwa faida pia ya, ya mtazamaji wetu, huyu ndo bondia pekee kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki kuwahi kuwa bingwa wa dunia kwenye mkanda wa WBC. Hakumuka. Hakuna bondia yeyote kwenye ukanda huu wa kwetu sisi, ambaye amewahi kuwa bingwa wa dunia wa WBC. Kwa maana ku hold kumiliki moja kati ya zile mikanda mikubwa minne ya dunia. Kwa maana WBC, WBO, IBF na WBA, ni Fatuma Zarika peke yake. Mwaka 2016 alikuwa bingwa wa dunia wa WBC uh, kwenye Super Bantam kilo 55. So ni bondia ambaye ame fika kwenye levo ambayo hakuna bondia yoyote kwenye huu kanda amewahi kufika. Waka, wakati hiyo uh, elfu mbili na kumi na sita, stori kubwa ilikuwa Kenya mm. Uh, Fatuma Zarika ni mdogo wa Musa Muhamed yeah, uh, nyota wa zamani wa Gurumahia e, e, yes. Ambaye alikuwa mm. anacheza pamoja na Aruna Shakava yeah. Kwa hiyo wakati Musa Muhamed nakumbuka alikuwa anaiwakilisha Kenya kuna, kuna mechi ya kimataifa yeah. Nafikiri, nafikiri, alafu Fatuma akawa anapambana, kwa hiyo familia moja yeah. inchi, vimili, tofauti, tofauti. Tofauti. Tofauti. Yeah. Ilikuwa inawakilisha nchi katika vitu viwili tofauti katika steji mbili tofauti, kwa hiyo fighter ambaye amezungumzia mm. ya mm. Fatuma Zarika mm. alikuwa akidefendibiliti yake ya WBC yes. Ubingwa wa WBC mm. alipata Marekani yes. mm. Ko, eh, na sponsor eh, sport, eh, kampuni kubwa mm. mm. kwenye defense yake ya kwanza ya kutetea mkanda ametetea kwenye ardhi yake ya Kenya Nikenji. na akashinda ile fight mm. kwa Fatuma Zarika atakuwa akicheza dhidi ya e, Halima Vunjabei, hii ni in, mech in, ingawaje uh, yeah. Aidan, naomba no. niupate jicho lako. Halima ni bondia mzoefu naye, lakini hatujamwona katika majukwaa kwa muda hivi kidogo. Yes, hapa uh, ambaye ni huyu hapa. Hii fight yake, yeah. dhidi eh, ya bondia Zawadi Kutaka, tarehe 26 Desemba mwaka 2022, kule Arusha. Alishinda kwa technical knockout ya raundi ya nne kwenda ya tano. Yaani kwa maana kwenye majukwaa haya makubwa ya nchi yetu. Anakwenda kucheza dhidi ya Fatuma Zarika ambaye naye ukiangalia haja hajawa active sana. Mm, miaka arobaini, sasa Fatuma Zarika an, anamalizia kariera yake. Kwa hiyo, eh, hii ni fursa kwa sisi kuona ni kwa kiasi gani eh, Halima Vunjabei atakuwa ameweza ku maintain ile ship yake mbali na kutokuwa, kuwa na hiyo kutu tunasema kutu ya ulingoni yani mm, kutokupata ulingoni kwa muda mrefu sana. So ni pambano nzuri la kutazama na ni fursa pia kwa Halima Vunjabei kuweza kuonyesha alichonacho zidi ya pengine bondia boda wa muda wote kwenye ukanda kwa upande wa ngumi za wanawake mm. Fatuma Zarika, kutokana na hiyo hizo achievement ambazo tayari yuko nazo kwenye kari yake kama bondia, lakini pia uh, ukienda kwenye upande wa kiufundi, hii itakuwa ni match up ya bondia mmoja ambaye ni technical boxer, kwa maana Fatuma Zarika uh, dhidi ya uh, Halima ambaye ni tunasema ni, ni, ni brawler mm. bondia ambaye mtu wa kupigana kushindana mm. Sasa Fatuma ambaye nakuwa ni bondia ambaye ni technical ni bondia ambaye anatumia sana akili mm. Lakini pia kwenye ule muda ambao utamlazimisha kumpigana ni, ni mzuri pia kwenye ile eneo mm. so tunataka tuone kwa kiasi gani uh, Halima Vunjabei ataweza kucheza ama makama atafa at, atamforce uh, Zarika wapigane mm. kupishindana zidi ya mtu ambaye sio tu tuna tunategemea nguvu ila anatumia sana akili kwenye hiyo inside fight kama atakuwa amelazimishwa kufanya hivyo. So ni pambano nzuri ambalo uh, ninaamini linakwenda kunogesha usiku wa leo na watumiaji wetu mm. wa maudhi vitasa wanakwenda kufurahia hii burudani ambayo tunawaletea siku ya leo kupitia Azam Sports 3 HD saa kuanzia saa 12 jioni. Sawa Aidan. Mm. Kuna jambo lingine? Yako mengi sana. Sawa. Muda tunaruhusu. Eh, <laughs> tukalize hapo. <laughs> Yes, sasa tukiachana na taarifa ya mm. hii ya pambano hili la siku ya leo mm. kati ya Vunjabei uh, unayemwona hapa ni Alexander Usik, uh, former undisputed champion wa uzito wa juu alikuwa undisputed. Mm. Kwa nini alikuwa undisputed? Kwa sababu sasa uh, siku ya Jumatatu ilitoka taarifa rasmi ambayo ilitolewa na shirikisho la ngumi la dunia WBO wakiweka wazi kwamba uh, Alexander Usik sio tena bingwa wa mkanda wao wa ausi uh, alikuwa akimiliki mikanda yote mikubwa minne mm. Kwenye uzito wa juu kwa maana WBC, alikuwa na WBA, IBF na huo WBO ambao amevuliwa, na ule mkanda mmoja wa ling, peo, e, ring aliopewa ile ring ring magazine ambayo sio sio miongoni mwa mikanda mikubwa yes. Minne mm. Sasa mara baada ya kushinda fight yake dhidi bondi ya bondia Daniel Dubois, alitakiwa kwa mujibu wa kanuni kwenda kutetea mikanda yake dhidi ya huyu Fabio Wilde Wardley kutoka nchini Uingereza ambaye wale kapata hiyo status mara baada ya kumpiga bondia Joseph Parker mm. Yeah. wiki takriban mbili zilizopita. Yeah. Sasa so, Usyk hakuwa tayari kwa sasa hivi, mjibu ratiba zake na upande wa of wa afya yake hakuwa tayari kwenda kucheza hiyo fight dhidi ya Fabio Wade kama ambavyo kanuni zinaelekeza, kwa sababu Wade alikuwa ni tunasema ni mandatory challenger ama mshindano mm. Yeah. lazima wa WBO. Sasa kwa sababu haiko tayari, kanuni zinaelekeza unatakiwa uvue ule ubingwa, uache uwe uwe yes. wazi. Sasa kwa sababu tayari huyo Fabio Walde alikuwa amempiga bondia Joseph Parker, na amepata hiyo status ya kuwa ni mshindani um, wa lazima uh, WBO, ni kuchukua ule mkanda kumpa huyu ambaye alikuwa ni bingwa wa muda au ni mandatory challenge. Challenge. Mara baada ya usi kusema mi siko tayari kucheza hiyo fight kwa sasa hivi akawa amevuliwa huo bingwa na Fabio Wade kupitia barua pepe imba mm. akapewa bingwa wa WBO. Kwa hiyo <tipa> unasema wewe ni bingwa wa barua pepe, unaoita hivi bingwa. Katuliona kuna mandato li challenge. Sasa ambaye anaweza kupambana naye na ni Wade eh. uh, no, kwa sasa hivi hakuna, uh, kanuni za zimbani, yani kanuni kanuni za zimbani mm. mmoja lazima pigane na mtu fulani, ila kuna wakati itafika utakuwa unalazimika una kupigana na mtu fulani, sababu huyu ndio alikuwa mandato li challenge. That means simtu ambaye alikuwa chini yake, tunakuwa promoted kwenda pale juu. Mm. Lakini kabla kukaa pale juu, wanaanza wakaandaa kitu tunaita ni uh, title eliminator, yaani mm. fight ambayo uh, nyinyi wawili ambao mna hadhi zinazofanana, mnapigana mm. Atakayeshinda yeah. Ndo anapata hiyo hadhi ya kuwa mshindano lazima kwenda kumchallenge. Sema sema bwana kuna utamu bwana kuupata ulingoni. Sana. Sana. Mm na huyu bwana hmm. Usik hii mara ya pili anafanya hivi, kwa sababu hata hata hmm. hata huyu nani huyu wale eh hmm. yani, Joseph Parker alikuwa anaona kama ile ilikuwa ni ngazi ya kwenda kwenda ku, kupigana na Usik. Alichokumbana nacho hmm. ilikuwa surprise, ilikuwa mshangao hmm. yani, hakutaraji yani akili ya uh, uh, Joseph Parker ilikuwa ni kwenda kumkabili for uh, example Usik, Usik mwakani hmm. bahati mbaya akapoteza ile fight akapoteza ile hadhi na hiyo nafasi ya kwenda kushare ulingo mmoja na Alexander Usik so hiyo ilikuwa ni taarifa kuhusu uh, Alexander Usyk ambaye amevuliwa ubingu wake wa WBO. Tukiachana na taarifa hiyo uh, taarifa nyingine ni kuhusu ni, ni, ni pamano ambalo linakwenda kufanyika kesho pale nchini Saudi Arabia ambako bondia uh, David Benavides Jr atakuwa akitetea ubingu wake wa WBC dhidi ya Antony Yalde kutoka nchini Uingereza. Uh, itakuwa ni usiku ambao una bouts nyingi kali, kuna hii main card ya Benavides dhidi ya Anton Walde, I mean Anton Walde kutoka nchini Uingereza. Lakini pia kutakuwa na fight kati ya Davin Hayne dhidi ya bondia Bernard Norman Junior ambaye atakuwa pia akidifend bilti yake ya WBO dhidi ya bingwa wa zamani wa dunia eh, kama Davin Hayne ambaye fight yake ya mwisho alipoteza dhidi ya Langasia kabla ya matokeo kupinduliwa. Fight nyingine kati ya Abdullah Mason dhidi ya eh, Sam Knox kutoka nchini Uingereza. Kwa hiyo ni usiku ambao una fight nyingi kali sana siku ya kesho hmm. Lakini pia kubwa, taarifa nzuri kwamba tutakuwa na Mtanzania e, Pius Mpenda, Pius Mpenda kutoka na nafasi Narcoles. ya kwenda kucheza kwenye miongoni mwa zile fight za utangulizi. Huyu ndio ndo Pius Mpenda ambaye hmm. uh, ninamzungumza hapa na atakuwa akipigana zidi ya bondia uh, bondia mmoja kutoka nchini, uh, kutoka nchini Mexico hmm. ambaye anafahamika na kama Julio Polas Luis na Pius Mpenda yeah. uh, kuna wale watu wa tim Nacos ni na miongoni mwa mategemeo ya kwamba ile grafu ya yeah. uh, kapteni wa Nakos Mfaume yeah. ikija kushuka kwamba akisema eh, basi katika watu ambao kanaasema ukiachana na Oscar yeah. na Piusi Mpenda ndo watu kupo wanaona kwamba hawa watakuja kuchukua ile dhima kipteni ya Nakos yeah. ya kutoka Mfaume na itaba sasa ameondoka Nakos na usiku wa kesho atakuwa kipanda ulingoni dhidi ya eh, bondia Julio Ruiz wa Mexico kwenda mm. kucheza na kuonyesha kile ambacho uko nacho na pengine ni platform kwake mm. sababu ni jukwaa kubwa sana Saudi Arabia yeah. inafanyika kwenye ile real season mm. Eh, usiku ambao uh, eh, kuna bout yani ni, ni, event kubwa ya kidunia, so Mtanzania mwenzetu eh, Pius Mpenda na atakuwa miongoni mwa watu ambao kesho tutawashuhudia wakipigana pale nchini Saudi Arabia. Bonge moja la, bonge yeah. Bonge yeah. la chance yeah. nafasi kubwa sana haiji mara nyingi. Taarifa hizo, tumalize kwa kutazama taarifa ambayo imethibitishwa na bondia mwenyewe Ryan Garcia ambaye kupitia page yake ya Instagram aliposti hii video. Tutakatazama kile ambacho amezungumza kwenye hii video fupi ambayo aliposti usiku wa jana kwenye page yake ya Instagram.

kwenye kwenye mimi aksaini mkataba mm. wake wa fight yake inayokuja ambayo itafanyika Februari 21, dhidi ya Mario Barrios, na atakuwa kaenda kuchallenge ubingwa wa WBC ambao tunaona hapo mkanda pembeni, bingwa ambao kwa sasa unamilikiwa na Mario Barrios, ambaye uh, fight yake iliyopita ilikuwa dhidi ya Man Pacquiao, fight ambayo mm. ilimalizika kwa, kwa iko ni sare miezi kadhaa iliyopita mm. kwa hiyo Ryan Garcia ameubadilisha umma wa masumbu duniani kwamba mm. Tarehe 21 Februari anakwenda uh, kumpa changamoto bingwa wa sasa wa WBC kwenye kilo 66 welterweight ambaye ni Mario Barrios mm -hmm. Alifanya hivyo kupitia page yake ya yeah, Instagram akituonesha na sign wa mkataba mm -hmm. na rasmi fight ipo Februari 21, ni kitu ambacho uh, tulikikosa tulikikosa katika pambano ambao waingereza wengi mm -hmm. walikuwa wanatamani kwamba ingeweza kutokea yeah. Kati ya Anton Joshua, Tyson Fury dhidi ya Anton Joshua, maneno alikuwa mengi isivyo bahati. Ni kama hapa Tanzania mwa kinyo muda mrefu imekuwa lakini, mpaka mea haijatokea. Pengine tuendelee kusubiri, lakini kwa sisi watumiaji wa maudhui ya ngumi, tutegemee kwa maudhui hmm. mw... ya vitasa tutegemee kuona mw... vitasa. Yote inawezekana sababu uzuri ni kwamba mtu ambaye kipindi kile alikuwa haiko tali kwa hiyo fight hasa ni mwakinywa, kwa sasa anaonekana kwa interested, na yeye mwenyewe kashasema, kasema <muchas> haiwezekani, zamani nilikuwa napigana kwa ajili ya kumsaidia mamangu, lakini kwa sasa napigana kwa ajili ya kila mtu anyekumbuka. Kuna watu wanapewa hela wanashukuru promota mwaka mzima kupombea dua. Kasema pungo kiweka mezani, iko tayari kuenda kushia ulingo mmoja na watu wakidogo. Ni faiti ambayo kiukweli kabisa <laughs> uh, inasubiriwa na yeah. Mi kuna nakumbuka ni kwenye meza hapa ya majadiliano nilishakutana na Bakari Hatibu yeah. Muuliza nikaambia, nyie mnakaa mna, mna na mabondia mm. Kuna muda kuna fight zinakuja mabondia wenyewe kwa ajili ya kuridhisha umma. Mm. Pesa ni sawa lakini kuridhisha umma kwamba ah uh, twendeni tukaubariki ulingo kama alivyosema uh, Aidan. Uh, uh, huko sahihi na washafanya hivyo watu wengi sana. Juzi uh, bondia Terence Crawford um, amefanya hivyo kwa kwa Canelo Alvarez. Mm. Um. Pesa alopata Crawford kwenye ile fight, pesa ndogo sana. Lakini hasa mi nafanya hivi kwa ajili ya legas. Mm. Um. Yaani kupendezesha karia yangu kama sehemu ya moja kati ya events kubwa za boxing. Yeah. Alishinda bahati nzuri, kitu ambacho kimepandisha sana juu kwenye status yake mm. So sa, wakati mwingine ni kwa ajili ya, ya legacy kwenye karia yako mm. Sio, sio, yani, sio, sio pesa wakati wote mm. Shukrani sana Aidan, najua tuna vitu vingi sana Jumatatu tukipata time tuje, yeah. Tuangazie, natamani kumwona jicho langu kumwona so. Halima Vunjabei atafanya nini Basa, katika Faiti bado mm. tutasisia. Tujaribu kumchambua alone zote hapa. Yes. Kuna kila kitu na production tutafanya sisi kule Kenya. Okay. Kwa zile hapa kama tu de hook Monica Langau. Sema zile ngumi zako za jana na remove zile rush rush. No. Zile zile za mungu. Sisi kwanza lazima modify kidogo. Kama rush rush na Aidan uliviona, <laughs> hapa hii UI itaunalia. Shukrani <laughs> sana Aidan, na tutaungana kwa ajili ya kuweza kuangazia hali ya mambo itakavyokuwa, lakini bado tupo katika zilizobamba kwa sababu Uh, kinachofuata hivi sasa ni zilizobamba mitandaoni. Tumetoka zilizobamba uh, katika Vitasa, maudhui ya Vitasa na mtaalamu ukuweza kuelezea ngumi, eh, imenyoka jabu inauma hapa eh, kati fulani vikali na kadhalika. Mimi labda niwebie siri tu, nami ningeweza kuwa miongoni mwa wabondia wakubwa. Ha, unasemaje?

Hapa yeah, apa. Ah, <laughs> hapa. Ah. Hapa sio kweli. Mchezo so points zinapatikana ya usoni. Yaani ah, ili ya kuniambia kwamba uh, hii una dedicate kwa nani? <laughs> <laughs> ah. <Yeah>, hii ya kwangu hii. Hii ya kwangu. Naitoaje sasa? Nimepambania. Nimepambania. Kwa kiduko wewe, kwa sababu mnaona nimevimba jana, lakini hela ndio hizi. Hela ndio hizi. Hela nimepasuka, lakini nimepasuka. Ah, kweli unasema vipi bwana? Lakini mapambano yale, ukitazama zile bouts zinavutia kwa kiasi kikubwa sana hasa kwa kwenye bouts kumi kuna mapambano sita ambayo yanahusisha Watanzania kwao. Unaona kabisa ni nyakati nzuri sana hizi ambazo nafikiri chama cha ngumi kitaendelea kutafuta namna gani wanaendelea kunyanyua hadhi ya mchezo kama ambavyo Azam TV wamekuwa wakifanya kwa kipindi kirefu. Yes.